Wana Kigamboni na nikafanikiwa kuingia bungeni, nitatumia taaluma yangu ya sheria na nitaungana na wenzangu, wabunge wenzangu kutunga sheria zenye tija kwa ajili ya nchi yetu. Sisi chama cha ACT Wazalendo, sera yetu ni kwamba tunataka kuona rasilimali za nchi hii zikimnufaisha kila Mtanzania. Kwa hiyo nikipata ridhaa, nikipata nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni kupitia chama cha ACT Wazalendo nitaungana na Watanzania uh, wenzangu wabunge wenzangu kuweza kutunga sheria ambazo zitakuwa zinatija kwa nchi yetu, sheria ambazo zitaenda kulinda rasilimali za nchi yetu. Lakini pia uh, katika hiyo hiyo tukienda kwenye katiba jamuria, Tanzania, kabunge, uh, ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeipa mamlaka bunge ya kusimamia na kuishauri serikali. Iwapo nitapata ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo la Kigamboni, nitasimamia serikali, nitakuwa mshauri. Lakini pia nitakuwa mwakilisho wa Wanakigamboni kupitia changamoto ambazo tunazo. Nitakuwa sauti ya Wanakigamboni. Na Wanakigamboni jamani, najua wengi hapa wote ni Wanakigamboni, tuna changamoto nyingi sana ambazo zimeshindwa kupatiwa majawabu ya muda mrefu, na nitazieleza kwa uchache na nini nitafanya iwapo nitapata ridhaa hiyo. Jimbo la Kigamboni tumekuwa na changamoto za muda mrefu, ikiwemo suala la miundombinu mibovu ya barabara bara. Jimbo la Kigamboni hamna kabisa barabara ambazo zina uh, barabara zenye <coughs> viwango vya lami. Kata ya Benga Mnazi, kata ya Kibiji, kata ya Kisarawe tu ni kata ambazo hazifikiki kabisa, na nitatolea mfano kwa mtu akitoka feri kwenda kuitafuta Buyuni, inapaswa atumie shilingi elfu tatu kwa basi. Kuna mabasi yako pale almost elfu tatu nakufika Buyuni. Kutoka Buyuni kwenda kutafuta mtaa uh, ambao unaitwa Tundusongani ambao ndio mtaa wa mwisho kwa upande wa Kigamboni kata Pemba Mnazi. Mtu huyu anapaswa apande boda boda, yani boda, hakuna gari inayotoka Buyuni kwenda Tundusongani, na boda boda hii ambayo anapaswa ipande kutoka hapo Buyuni mpaka Tundusongani sio zaidi au sio chini ya shilingi elfu saba. Kwa hiyo kwa mtu ambaye anaishi Tundusongani, ili aweze kuifikia feri akafanya shughuli zake za kila siku, anapaswa achukue boda boda Ataka tunisongane afike Buyuni kwa shilingi elfu tatu anatulia akitoka hapo achukue basi ambapo sio chini ya shilingi elfu tatu afike feri. Kwa Mtanzania huyu mwana Kigamboni huyu anapaswa na shilingi elfu kumi kila siku asubuhi ya kumfikisha feri na elfu kumi kurudi, elfu ishirini 20. na tunaangalia jinsi ambavyo maisha ya wanakigamboni yalivyo kila siku. Kwa changamoto ya miundombinu mibogo ya barabara ni changamoto ambayo inawaumiza wanakigamboni. Iwapo nitapata ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hili nitahakikisha kwamba kulisimamia serikali, kulishauri, kushirikiana na wabunge wenzangu kuhakikisha kwamba tunakuwa na mikakati ya kuhakikisha tuna miundombinu mizuri ya barabara ili mwisho wa siku iweze kuleta faida na maendeleo kwenye jimbo letu. Lakini pia swala la miundombinu ya barabara kuwa mibovu imekuwa ni changamoto kubwa sana kwa wanakigamboni. Wanakigamboni, wenzangu nadhani mnaifahamu hii vizuri sana. Sisi hospitali yetu ya Bilai iko Dar es tapata picha kwa mama mjamzito anataka kujifungua au kwa mgonjwa ambaye yuko hoi maututi tabani amepata shida usiku, atoke tundu aje atafute geza ulole, kama hakuna bodaboda hawezi kufika. Kwa hiyo mnaweza mkuona ni jinsi gani ambapo kutokuwepo na na miundombinu mizuri ya barabara katika jimbo la Kigamboni imepelekea changamoto kubwa sana kwa wanakigamboni. Hivyo kama nitapata ridhaa, hakikisha kwamba anakuwa sauti wanakigamboni katika kutatua changamoto hii lakini pia kwa changamoto za barabara pia tumeona changamoto ambazo wa wanakumbana nazo wananchi wanafunzi, jamani kwa tena wananchi wa kawaida kuweza kufikia katika shughuli zao za kujiingiza risk, lakini wanafunzi wetu wanapata shida sana sana sana. Mimi naishi kata ya Somangio, asubuhi ninapoamka nilikuwa naenda kwenye mianga baba kujitafutia risk. Pia unakuta kuna mtu mmoja anafunzwa, anatembea wanatembea kwa kusikia sababu gani? Kwa sababu kuna magari ambayo hayawezi kufika kwenye maeneo yao kutokana na miundombinu mibovu ya barabara. Kwa unaweza kuona jinsi yeye ambavyo wana Kigamboni inampa shida. Kwanza mwanafunzi kupata elimu yake katika mazingira ambayo ni rafiki. Na anapoongelea shule jamani hapa, siongelei shule hizi, siongelei uh, danhul, siongelei malaika, siongelei Grace, siongelee St. Joseph. Na mwongelee mwanafunzi anayesoma katika shule za serikali za kata, ambaye asubuhi inabidi amke, atoke hapa atembee kwa mguu atafute shule yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna uh, magari yanayofikika katika maeneo yao ya shule kwa sababu ya miundombinu ya barabara. Kwa hiyo napata hiyo nafasi, nitakuwa sauti katika kuisimamia na kuishauri serikali, kuwa sauti kwa mwakilishi wana Kigamboni. Lakini pia sababu nyingine kubwa ambayo inaikumba uh, jimbo la Kigamboni, kuna mambo mawili makubwa: kuna jambo la vivuko na kuna jambo la daraja la Mwalimu Nyerere. Ili uweze kwenda na kutoka Kigamboni, kuna njia mbili ni aidha kupita vivuko au uweze kupita daraja la Nyerere. Tukiongelea kwenye vivuko, kiti Kigamboni tulikuwa tuna vivuko vitatu. Tulikuwa tuna kivuko cha vikazi, tulikuwa tuna kivuko cha vikigamboni, tulikuwa tuna kivuko cha vimagogoni. Ila tunapozungumza sasa hivi, kimebaki kivuko kimoja tu, cha vikazi. Kivuko vya vimagogoni, kivuko vya vikigamboni viko matengenezo. Na hii inapelekea changamoto kubwa sana kwa wana Kigamboni. Tunafahamu kwamba Azam Marine kwa kutumia inavusha wanakigamboni, lakini mwisho wa siku tunachotaka ni kwamba serikali ina wajibu ya kuvusha wanakigamboni. Serikali ina wajibu ya kwa kuhakikisha kwamba inatoa huduma muhimu katika jimbo la Kigamboni, ikiwemo huduma ya vivuko. Ni jukumu ambayo serikali haipaswi kuliacha. Nitapata nafasi, nitapata ridhaa, kuhakikisha kwamba nitakuwa sauti wanakigamboni, kuhakikisha kwamba tunakuwa na vivuko vya uhakika vya kutoka Magogoni kwenda feri na vivuko vya sitax. Jamani, vivuko vya sitax, ili uweze kuvuka kutoka upande mmoja kwenda pande mwingine, unapaswa ulipa shilingi 500, lakini kwa vivuko vya kazi unapaswa ulipa shilingi 200. Mwanafunzi huyu ambaye uh, ana bado anapata changamoto ya mdomina na barabara, akifika pale kama hana shilingi 200 ina ma, kama hana shilingi 500 ina maana hawezi kwenda kwenye sitax, inabidi asubirie kivuko cha kazi ambacho bado kimebaki ni kimoja na bado pia tunaona jamani kwa Watanzania kwa mwana Kigamboni kwamba bila kuwa na shilingi 500 hawezi kuvuka kwa haraka, kwa sababu ukitumia hivi kazi kuvuka unapaswa utumia dakika 45. lakini ukitumia sita tunatumia dakika 3. Unaweza kuona ni rahisi, lakini bado wana Kigamboni wana changamoto ya kuweza kuvuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, kwa nita kwa sauti kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa vivuko na Kigamboni na iwe rahisi kutoka na kuingia Kigamboni. Lakini pia kwa upande wa kutoka na kuja Kigamboni, tuna jambo la daraja la mwalimu Nyerere. Daraja la Mwalimu Nyerere ni daraja pekee ambalo mpaka dakika hii linalipiwa na sasa na, na ni wanapita, lakini pia ni daraja. Lakini kwa nini sisi Kigamboni uh, tuendelee kulipa daraja la Mwalimu Nyerere? Kwa hiyo sisi tunapaswa kuwa uh, atapata ridhaa tahakikisha kwamba anakuwa sauti na eh, kwa kuhakikisha kwamba tunakuwa na uhakika wa kupita daraja la Mwalimu Nyerere bila malipo, kwa sababu hatuoni sababu ya kuwa na malipo katika hili daraja. Daraja la Mwalimu Nyerere ni daraja ambalo sisi kwetu ni luxury, yani sisi kwetu ni necessity, so luxury kama ni la lazima, lazima upite uende urudi, tofauti na kwamba uamue upite usipite. Nitakuwa sauti wana Kigamboni kuhakikisha kwamba daraja la Mwalimu Nyerere linapitika bila malipo tunafahamu kwamba kulikuwa kuna makubaliano kati ya NCCF na serikali lakini tunapaswa tuweke wazi kwamba haya makubaliano ya NCCF na serikali yamefikia wapi na nini uelekeo wake ili mwisho wa siku wa, tuwe wa, wa, na uhakika wawana Kigamboni kutoka nakua Kigamboni ukiwa na gari kama hauna shilingi 3000 au 4000 ambapo ni hakuna na kurudi haiwezi kwenda ukatoka. Kwa hiyo kwahiyo mojawapo changamoto ambayo tunao Kigamboni ni swala la malipo kwenye daraja la Mwalimu Nyerere, ambayo kama nitapata ridhaa ya kuwa mbunge wa jimbo hili nitahakikisha nakuwa sauti ya kusimamia na kushauri serikali ili mwisho wa siku tuwe na uhakika wana Kigamboni kuingia na kutoka Kigamboni. Ndugu zangu wana Kigamboni, ndugu zangu wa Tanzania, iwapo nitapata ridhaa hii nitakuwa sauti wana Kigamboni katika kutatua kero zilizopo Kigamboni. Nitafanya kazi kwa ukaribu na wananchi nitasikiliza changamoto za wananchi kwa ushirikiano wa kweli. Tutaweka mipango ya haraka, ya kati na muda mrefu, kuhakikisha tunaleta mabadiliko yanayoonekana na sio maneno matupu. Uongozi ni kusikiliza, uongozi ni kushirikishana, uongozi ni kupeana mawazo, maoni, ushauri. Kama nitapata ridhaa hii, basi nitashirikiana na wananchi katika kuhakikisha kwamba tunaifikia Kigamboni tunaoitaka. Kiongozi hauwezi ukafanya mwenyewe, lazima ushirikiane na wananchi, na wote tunafahamu unapokuwa mbunge maana yake ni kwamba wewe unaenda kuwa sauti ya wananchi. Hatuwezi kwenda wote bungeni, wana Kigamboni, lakini lazima awepo mtu mmoja ambaye yeye atakayekuwa sauti ya wananchi. Kama mtanipa ridhaa, atakuwa sauti ya wanaKigamboni, mwisho wa siku tuweze kufika katika maendeleo ambayo tunahitaji. Ninaamini kuwa Kigamboni inahitaji kizazi kipya chenye dira, utu na maono mapana pamoja na maendeleo. Nimejifunza, nimejizatiti na niko tayari kuhimili vikwazo na kuwaletea matokeo ambayo wananchi wa Kigamboni wanastahili. Nitatumia uzoefu wangu wa uongozi ambao nimeusoma ndani na nje ya nchi kuhakikisha kwamba uh, tunapata uh, matokeo mazuri na maendeleo ya katika kuiongoza Kigamboni na mwisho wa siku tuwe no tu. tu. na Kigamboni ambao tunaohitaji. Ninaingia katika kinyang'anyiro hiki kwa nia moja tu, nia moja tu, watumikia wananchi wa Kigamboni kwa moyo wa dhati uadilifu na bidii. Naamini Kigamboni ina fursa kubwa ya maendeleo ambazo zinahitaji uongozi thabiti wa karibu wa wananchi unaosikiliza mahitaji yao halisi. Sisi jimbo la Kigamboni tumebarikiwa sana, tuna ardhi ya kutosha, tuna hali ya hewa nzuri, na watu wake ni wakarimu sana. Natamani kuona Kigamboni yenye uhakika wa huduma muhimu za afya, uhakika wa elimu bora kwa wanafunzi wetu, uhakika wa ajira kwa vijana, miundombinu mizuri ya barabara usambazaji wa maji safi na salama, lakini pia natamani kuona Kigamboni ambayo ina mazingira mazuri ya biashara na uwekezaji. Na haya yanawezekana, yanawezekana kwa kupitia uongozi shirikishi, kwa kupitia uongozi wa, wa kusikilizana, kwa kupitia uongozi wa kuwa uwakilishi. Naamini Kigamboni inaweza ikafika kama Kigamboni tunayoitaka, Kigamboni ambayo ina uhakika wa huduma zote muhimu za jamii itashirikiana kwa karibu na wananchi na wadau mbalimbali ili kutekeleza miradi itakayoboresha ustawi wa Kigamboni kwa vizazi vya sasa na baadaye. Asante sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Kigamboni. Mungu ibariki Tanzania.